Kwenye kwa mara nyingine tunaendelea na maonyesho yetu ya kimataifa ya saba saba, ambapo haya maonyesho mwaka huu ni maonyesho ya 49, kihistoria. Mwaka huu idadi kidogo wa watu ambao wa association imeongezeka. Karibuni nchi mbalimbali zitakuja kushiriki hapa, na mwaka huu tutakuwa na nchi takriban 22 hizi kutoka nje, ukijumlisha na Tanzania, maana itakuwa nchi 23. Kwa hiyo tunatarajia kwa maonyesho mwaka huu yataendelea kuwa makubwa zaidi, lakini kubwa zaidi maonyesho haya mwaka huu tumeyapanga kuyafungua rasmi mnamo tarehe 7 mwezi huu wa 7 mwaka 2025 tunamtarajia Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ndiye atakuwa mgeni rasmi wa maonyesho haya. Katika maonyesho haya tunatarajia zaidi ya kampuni binafsi 3400 plus zitakuja kushiriki katika maonyesho haya na zimeshaanza kushiriki katika maonyesho haya. Lakini hali kadhalika taasisi zetu za serikali za ndani, lakini hii kubwa, maana yake tutakuwa na combination ya makampuni kutoka nje na yale makampuni kutoka ndani. Kubwa zaidi ni waombe wa Tanzania. Hii ni fursa ya kujitangaza, kutangaza biashara zetu, ili mali tuwe shindani. Tunafahamu, Tanzania sisi ni mema wanachama katika jumuiya ya Afrika Mashariki, hali kadhalika SADC, lakini nafahamu tuna soko huru la Afrika, ambalo hili soko hili zaidi ya nchi hamsini tuna trade nazo, na nafahamu zaidi ya watu bilioni 1.4 wanapatikana katika eneo hili. Maonyesho haya kwa sasa hivi sasa inapata heshima kubwa, zaidi ni maonyesho ya kimataifa ambayo sasa yanavuta watu wengi ambao wanakuja hapa kuja kuona biashara, lakini hali kadhalika kuja kutangaza biashara zao. Tuna tumaini makubwa kwamba ndani ya kipindi hichi ambapo tunajua kwamba tunatarajia kwamba itapofika tarehe 13 ta mwezi wa Julai, tutaweza kuyafunga maonyesho haya na tunamtarajia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa atakuwa mgeni rasmi katika maonyesho haya, lakini ndani yake kutakuwa na mambo mengi, ikiwemo uzinduzi wa nembo yetu Made in Tanzania, ambao tunatarajia Naibu Waziri Mkuu Dkt. Mashaka Biteko atakuja kuwa mgeni rasmi kutuzia nembo hiyo ya Made in Tanzania. Tulikuwa na mchakato mrefu wa makampuni zaidi ya tisini na lakini tukapata baadaye karibuni karibuni watatu washindanishi. Sasa tunaenda kumpata mshindani mmoja wa Made in Tanzania ambao itazundirwa rasmi na Naibu Waziri Mkuu Daktari Mheshimiwa Mashaka Biteko. Kwa hiyo ni waombe Watanzania wote tushirikiane kwa pamoja katika jambo hili kubwa ambalo linaenda kuweka alama nyingine kubwa na mpya katika upande wa kibiashara. Sisi Watanzania tumejipanga katika upande wa viwanda, upande wa biashara, lakini kubwa zaidi kutengeneza uchumi wa taifa letu. Tuna kila sababu kuhakikisha kwamba katika maonyesho haya yanaenda kuchangia katika ukuzaji wa pato letu la taifa. Sasa hivi tunafa, tunafahamu kwamba tumekuwa wastani wa dola za Kimarekani bilioni 84, ambao tuna imani ndani ya kipindi kifupi kutokana na mchaka, mchakato wa mambo makubwa ambayo yako chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan yataendelea ya ya ya kubadilisha nchi yetu. Mwaka huu tunafahamu maonyesho haya yanaenda sambamba na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uchaguzi mkuu ni waombe watanzania tushiriki maonyesho, lakini tujipange katika uchaguzi mkuu, na hasa tukizingatia kwamba lazima tushiriki uchaguzi wenye amani, ambao bila amani hatuwezi kuwa na maonyesho kama haya, hatuwezi kuwa na watu ambao wamekusanyika kama hivi. Binafsi niseme kwamba karibuni nyote kuanzia sasa, tarehe saba mwezi wa saba tunafungua rasmi, lakini tarehe kumi na tatu tutafunga rasmi. Imani yangu kubwa wa Tanzania, tutakuwa sisi watu wa kwanza kuhakikisha tunashiriki pamoja katika maonyesho haya.